Utabiri wa nyota ya punda mwaka 2026. Awali ya yote ni kuomba subscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mwaka 2026 kwa nyota ya punda unakuja kama mwaka wa mabadiliko makubwa ya ndani, mwaka wa kujitambua upya na mwaka wa matokeo ya juhudi zako za muda mrefu. Nyota ya punda ni nyota ya uvumilivu, kazi ngumu, uaminifu, roho ya kupambana, akili ya kijasiriamali na uongozi wa kimya kimya. Mwaka huu utahisi kama unageuza ukurasa mpya, lakini bado unasimama juu ya misingi uliyoiweka kwa miaka mingi. Kuna baraka, changamoto na mafundisho. Ukifuata vizuri, mwaka 2026 unaweza kuwa moja ya miaka bora kwako. Tuangazie kwenye mapenzi. Huu ni mwaka wa kujenga uhalisia na kupokea kile unachostahili. Kwa wale walioko kwenye uhusiano, mwaka 2026 unaleta mabadiliko ya kina kwenye upande wa mapenzi. Punda ataingia kwenye kipindi cha ukweli na uwazi. Kama uhusiano wako umejengwa kwenye misingi dhaifu, mwaka 2026 utakuletea mazungumzo mazito, uamuzi wa kuachana au kujenga upya lakini kama msingi ni thabiti utashuhudia ongezeko la ukaribu wa kihisia maelewano, mipango ya ndoa, uchumba au kuishi pamoja, kurudisha moto wa mapenzi uliopungua. Kwa wale wenye nyota ya punda, mwaka huu naongeza uzito kwenye kuheshimiana. Utaona mwenza anaanza kukusikiliza zaidi, kukuvutia zaidi na kukuthamini kwa juhudi zako. Uaminifu utakuwa mada kuu ya uhusiano wako. Kwa wasio kwenye uhusiano, yaani wale walioko single, huu ni mwaka mzuri wa kukutana na mtu anayeshahabiana na tabia zako, mtu makini, anayetulia kiakili, mwenye malengo, anayeheshimu muda, kazi na ndoto zako. Ukifungua moyo wako kuanzia mwezi Machi hadi Julai, nguvu ya mapenzi itaongezeka sana. Upendo mpya unaweza kujitokeza kupitia eneo la kazi, safari, mitandao ya kijamii, marafiki wa karibu. Usiogope kuonyesha hisia zako moyo wako, mwaka huu unaruhusiwa kupenda tena. Tukiangazia kwenye kazi na biashara, huu ni mwaka wa kupanda ngazi. Nyota ya Punda katika kazi huwa na sifa ya kuchapa kazi kimya kimya, lakini matokeo yake yakawa makubwa sana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kupandishwa cheo, kuongezeka kipato, kupewa majukumu makubwa, kutambulika kazini kuanzisha biashara zinazodumu. Kama unafanya kazi ya kuajiriwa, utakutana na fursa ya kuongoza timu, miradi au kitengo. Kuna uwezekano wa kuhama sehemu au kupokea ofa ya kazi kutoka kampuni nyingine. Kwa wanaofanya biashara, mwaka 2026 ni mwaka wa kuongeza bidhaa, kupanua soko, kupata washirika wa biashara, kupata uwekezaji. Biashara zinazokufaa mwaka huu ni kilimo ujenzi, usafirishaji, huduma za kifedha, biashara za rejareja, ufundi na ujenzi. Tuangazie afya na magonjwa ya kujiepusha na changamoto za mwili. Afya yako mwaka 2026 inahitaji uangalizi zaidi katika maeneo yafuatayo: magonjwa ya kuangalia na ya kuyazuia, uchovu wa kupitiliza kutokana na kazi nyingi, maumivu ya mgongo na viungo, magonjwa yanayohusiana na msongo wa mawazo, matatizo ya tumbo, asidi na gesi, shinikizo la damu endapo unajisukuma sana kazini. Je, ni nini ufanye? Pumzika mara kwa mara, kula vyakula vyepesi na vyenye mafuta kidogo, epuka hasira na magomvi, fanya mazoezi ya kunyoosha mwili na kutembea. Afya yako itaimarika sana kuanzia nusu ya pili ya mwaka. Tuangazie fedha, huu ni mwaka wa matunzo na utajiri uliopangwa. Mwaka wa punda 2026 una wingi wa pesa, lakini pia una onyo: usiwe mwepesi kutumia. Utaingiza kipato kipya, faida ya biashara, bonus au malipo ya kuchelewa, lakini kukuza akiba ndiyo silaha yako. Epuka mikopo isiyo na ulazima, matumizi marefu yasiyo na mpango, uwekezaji wa maneno usioufahamu fedha zako zitakuwa zaidi katika robo ya mwisho ya mwaka. Tuangazie siku nzuri za bahati na siku za kujiepusha. Tukianza na siku nzuri, ni Jumatatu, Alhamisi, ar Arhamisi na Jumamosi. Siku za kujiepusha ni Jumanne, haswa kufanya maamuzi makubwa; Ijumaa, e epuka hasira na mabishano. Je, ushirikiane na nyota ipi na ujiepushe na nyota zipi? Nyota za kushirikiana nazo mwaka 2026 ni nyota ya simba kwa mafanikio ya kazi na biashara, nyota ya nge kwa fedha na ulinzi wa bahati, nyota ya ng'ombe kwa utulivu wa mapenzi, nyota ya samaki kwa mawazo na ubunifu. Nyota za kujiepusha nazo mwaka 2026: nyota ya mashuke kwa sababu ya migongano ya kitaaluma, nyota ya ng'ombe kwa sababu ya hisia kali na kukosa uvumilivu. Nyota ya punda mwenzio, mivutano midogo midogo ya kifedha. Tuangazie saa nzuri za bahati na saa za kujiepusha nazo. Tukianza na saa nzuri ni saa nne kamili asubuhi hadi saa saba mchana, saa saba na nusu mchana hadi saa kumi kamili jioni, saa tatu kamili usiku hadi saa tano kamili usiku. Saa za kujiepusha nazo ni saa kumi na mbili kamili jioni hadi saa moja usiku, saa tano na nusu usiku hadi saa saba usiku. Tuangazie mafusho na manukato, nguvu ya kuvutia bahati. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita unahitaji utumia harufu zinazochochea utulivu, kujiamini, mafanikio ya kifedha na upendo wa kudumu. Manukato yanayokufaa ni sandalwood, vanira, ambal oudiraini Miski, lavenda kwa utulivu. Mafusho yanayokufaa ni ubani mweupe, udi wa Kiarabu, mkaratusi kwa kusafisha nguvu, tangawizi kwa kuongeza nguvu ya kijasiri ya mali. Tuangazie rangi za bahati na namba za bahati. Rangi za bahati ni kahawia ya udongo, kijani kilichokolea, dhahabu, bluu ya bahari. Nambari ya bahati ni nne na tuangazie ndoto za kawaida atakazoota mtu mwenye nyota ya punda mwaka 2026. Utaota mara nyingi kutembea kwenye barabara ndefu, ishara ya safari ya mafanikio. Maji safi au mvua, ishara ya baraka mpya. Kupanda mlima, ishara ya upandaji wa cheo. Wanyama wapole kama farasi au ngamia, ishara ya uvumilivu na faida kuota nyumba mpya, ishara ya mabadiliko ya makazi au mawazo. Ukiota ndoto ya kuanguka au kukimbizwa, nionyo la uchovu na msongo, pumzika. Tuangazie majanga au changamoto za kujiepusha nazo mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita. Siyo majanga makubwa sana, bali ni tahadhari. Usifanye maamuzi ya hasira kazini, epuka safari za ghafla zisizo na maandalizi, haswa mwezi wa Aprili na Oktoba. Linda mali zako, usiwe mwepesi kuamini kila mtu, epuka mikataba isiyoeleweka, dumisha usawa kati ya kazi na afya. Ushauri wa mwaka 2026 kwa nyota ya punda: punda ni nyota ya nguvu, uthabiti na kazi. Mwaka huu wa 2026 unataka ujiamini zaidi, uwe tayari kupokea unachostahili, uache kubeba mizigo ya watu wengine, wengine wajifunze kuwajibika. Jenga upendo wa kweli, sio kwa maneno bali kwa vitendo. Sema unachotaka kwa uwazi, usijifiche tena. Lipa madeni ya kihisia na kifedha, funga milango ya nyuma ili milango mipya ifunguke. Tenga muda wa kupumzika mwaka huu, mafanikio yako yanategemea na afya yako. Endelea kufanya kazi, lakini pia jifunze kuachia mambo yaende kwa mtiririko. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita kwa watu wenye nyota ya punda ni mwaka wa kufunguka kwa baraka, mwaka wa kubadilika kutoka hali ya zamani kwenda ngazi mpya. Ni mwaka unaokupa nafasi ya kujenga maisha mapya yenye samani, utulivu, upendo na mafanikio ya kudumu. Huo ndio utabiri wa nyota ya punda kwa mwaka huu 2026. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, bye bye.